Wakazi na wawekezaji wa kigeni katika eneo la Watamu wamewasilisha ombi kwa serikali wakitaka hatua ichukuliwa kukabiliana na kero la kelele kali inayotoka vilabuni wakati wa sherehe. Wakazi hawa wakionya kuwa hali hiyo inaathiri afya ya umma, mshikamano wa kijamii na sifa ya mji huo kama kituo kikuu cha utalii. Wametaka sheria na kanuni zinazoambatana na uchafuzi wa mazingira kuzingatiwa na ombi lao kukubaliwa. Siku mzima watu hawalali, tunasumbuka, unasumbuka kwa makelele. Tuko na wazee, watoto. Kweli ili jambo lina kera, so tunaomba serikali ya kaunti na serikali kuu iweze kushughulikia hilo jambo, na vile Watamu inakuwa, viklabu kama hivyo vitolewe na viwekwe nje ya mji.

Mzihakikishe um, kwamba wametengeneza ile strategic plan for ile miji ambayo inaendelea kupanuka hivi sasa. Kwa mfano hapa Watamu. Huu ni mji ambao sasa unazidi kukua kwa idadi ya haraka. Na tusingoje mpaka ile hali iwe mbaya kabisa. Kwa hivyo wakati huu wa sasa wahakikishe kwamba kuna mpangilio wa kisasa. Wahakikishe kwamba hizi mangwe na hizi entertainment joints ziwekwe mahali fulani mbali na makazi ya watu. Kwa sababu hizo vitu viwili hazifai kuchanganyika. Watu hawalali usiku, watu hawapati e, e, kutulia kwa sababu ya zile kelele zinatokamana na hivi vilabu na hizi e, mangwe. Mazingira kama haya hayatatupeleka mbali. Tunataka watoto wetu pia wasome, unasikia. Huu mnazi si mbaya, lakini uwe na mipangilio maalum.